Uh, uh, uh, uh. No, aa wewe twende, tayari mi tutafika. Ee nisijua nyumbani kwa mwanangu mimi ah. we, we, we, we, tena wewe bwana utafunga hapo ah, lakini hakikisha kabisa kila anayechota anatoa hela maake, usiona mwenye dawa huko. Wanapokuja mbio mbio, ndo mia mbili tu alafu hela yangu nitaikuta chini hapo. Aah umemwona mtoto wetu? Ndio. Mjuni. Mjuni. Ah. Eh! Mwana wangu. Mwana wangu. Mwana dada dada, kangambire mwanangu kompebino, mao mwana wako tumona chumbani amna mama mwana wapakaya gambila ndili mwatu umepita lupilo umepita kiberege umepita kisawasawa umepita ngalimula aa sasa mimi nikajua nani pale mvufika mtimbira ngeleta mpungu nani pepeta eh. umebebe pepeta <laughs>

Mtimbira na eh, na na Maenge na waza Bilo na waza Mtimbira na waza Kiberege na waza Mangula na waza Malinyula. Sasa sulu sulu, mama za safari, mmetoka sangapi kwanza?

Hmm. <coughs> nona tembo swala, yaani <coughs> yes. Mimi ninachofurahi mama yangu na baba yangu, nyinyi mmekaa ki mjini mjini, sio mtu anakuja wazazi wake nyao kunitimbigui mafunza mguni, mnaona mama mwenyewe. Ehe. Baada ya Mungu, wazazi wawili, Baba na, na baba, baba. <coughs> <coughs> Sasa baba bwana eh, vipi mlango uko wazi au mlango nimefunga, nime nimefunga sasa, eh? si ungetupatia funguo bwana eh? ngetupatia funguo, tufungue bwana eh? tukakaa ndani. Mama, rudi eh? hivi basi kidogo mama mama yangu eh? funguo ya nini jamani, si sisi wewe unakusubiri wewe unakwenda eh? kazini. Sawa baba, naenda kazini. Sasa mambo ya funguo tena anatoka wapi? ja mama, mka inje ah. Mmetoka kijijini kwanza, mmepanga safari nyinyi wawili kama serikali yeah, mkakata mkapanda, mkapanda, tiketi yeah, mkapanda basi yeah, mkakaa kwenye basi yeah, mkapita vituo vyote yeah, mpaka Magufuli Mbezi Luis surprise, mkashuka, mmekuja hapa hata kunipigia simu, na yule ndo Imegongana zinagongana surprise, si mshangao baba kwa Kiswahili. Sasa kutusaidii isifungu, tumechoka sana mama. Mama yako mpaka hapa tulipo. Mimi mama yako, nimetembea mpaka hapa nilipo, ninataka kudondoka, wakati wote naweza kudondoka tu. Usidondoke mama, usidondokee hapa mimi. Ukinidondokea hapa watu watafikiria vitu vibaya. Utoke huko kweli uje kudondoka hapa hospitali. Mimi nimechoka sana toka asubuhi. Pole mama, mama mimi mwenyewe nimechoka, natafuta hela. Wewe we, mjuni, eh, eh, mjuni, eh, mjuni nisikilize. Ndiyo. Nisikilize vizuri. Nakusikia baba. Kusoma, nani alikupeleka kusoma? Wewe. Nikupeleka mimi. Ndiyo. Alikuzaa nani? Nini? Sisi. Ndiyo. Sasa sisi tunakuja huku, wewe unatuambia una unakwenda una zako kazini, funguo hutaki kutupa sisi tukae ndani tukusubiri wewe, kwa nini sasa baba, bila kuniambia, lakini mpaka mnatoka kijijini? Nyinyi mna mipango yenu kwenye maisha, nami na mipango yangu. Hata kama mmenizaa, ndio mmenizaa, nimesoma, nimekaa kwenu. Mnakumbuka mimi wakati natoka naenda kucheza mpira darasa la pili, nikirudi mnanichapa. Unapunguza vitu kwenye mwili na mimi napunguza baba, mimi. Mimi nawaheshimu wazazi wangu na nawapigia magoti; yaani nawapenda. Kwa hiyo nyumbani kwako tusiingie. Usiingie bana. Kila eh, kitu kina utaratibu. Utaratibu kati gani? Mmetoka kilomita mia tano mnashindwa kuniambia mimi, kama mnakuja, na mimi nipange mipango yangu. <laughs> Nasema hivi. Sasa unataka unataka Baba kunipiga? Ah, eh, hey, una, ah, Ah, mimi nasema hivi. nikushikie. mwacha shike mke wangu Nasema hivi, unataka utaki si tunakwenda kuvunja mlango. Nasema hivi. Baba, Papa, ha, piga, baba. Ha, baba Baba Baba Baba sikiliza. Basi, huwezi huwezi. huwezi. kwenda nani? sikia. mwizi. Mwizi, mwizi. Mjuni. mjuni. Mjuni. mjuni. Mjuni. Jamani eh. Kama sija kuzaa. Na hapa